Kwa wafuasi wa Yesu Kristo, misheni lazima kamwe iwe ah, ah, wazo la kupita. Kwa kweli inapaswa kuwa shauku yetu maishani. Unaona tuko kwenye dhamira ya utafutaji na uokoaji. Tunaungana na Yesu aliyekuja kutafuta na kuokoa wale waliopotea. Luka 19:10. Kwa hivyo katika misheni, kwa kweli tunajiunga na Baba yetu wa mbinguni anapotafuta wale ambao watamwabudu katika roho na kweli. Yohana saa nne na madakika ishirini na tatu. Sasa mradi bado kuna watu ambao hawamwabudu Bwana, kazi ya misheni inapaswa kuendelea. Hii ndiyo sababu mwandishi mmoja aliandika, misheni ipo kwa sababu ibada haipo. Sasa tunapokamilisha safari yetu ya hekima kupitia uchunguzi wetu wa injili kwa mpangilio wa matukio jinsi yalivyotokea, haipaswi kutushangaza kuona kwamba msisitizo wa mwisho ni juu ya agizo la kimisheni la ulimwengu mzima, na tunaliita agizo kuu. Kwa bahati mbaya, leo nafikiri tunaweza kuliita omisioni kuu. Sasa ninasoma kutoka kwenye aya ya mwisho ya Mathayo 28 ambapo Yesu si tu anatoa agizo kuu, bali pia anaelezea mkakati wa agizo hili kuu. Aya ya 18, Yesu akaja akasema nao, yaani wanafunzi, uwezo wote mbinguni na duniani umenipwa mimi. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru nini, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Sasa je, maneno haya ya mwisho kwako yanaonekana kama pendekezo tu? Je, inaonekana kama Yesu yuko unajua, akiacha hili kwa kura ya kanisa? Hapana, hili siyo pendekezo kubwa, huu ni utume mkuu, na ni kwa kweli siyo ngumu. Wapendwa, ni ni ni mkakati badala rahisi: kuinjilisha, kubatiza na kufundisha. Hiyo ndiyo dhamira yetu. Moja ya viashiria bora vya kanisa lenye afya basi sio watu wangapi linaketi, lakini ni wangapi wanaotuma. Nikuambie, nguvu ya kifedha ya kanisa leo sio kiasi gani inaweka benki, bali ni kiasi gani inawekeza kwenye utume. Mimi naamini kwamba kanisa linaweza tu kutoa au kufa. Sasa kwa hayo nitaenda kwenye mistari ya mwisho katika injili ya Marko, kwa maana hapa Marko kumi na sita na mstari wa kumi na tano Marko anaandika Bwana akisema, nendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Kwa hiyo injili ya Mathayo ilitoa mkakati wa utume wetu, Marko anatoa upeo wa agizo kuu na ni wa ulimwengu mzima kwa kweli injili ya Marko inaendelea hapa kurekodi eh, ishara za kimiujiza zitakazofuatana na jumuiya hii ya mitume. Ishara hizi zitathibitisha ujumbe wao wa wokovu kupitia Yesu Kristo. Unaona, agano Jipya bado halijaandikwa. Waumini hawawezi kukusanyika na kusoma kitabu cha Warumi au kusoma kitabu cha Ufunuo hata hawawezi kusoma hizi simulizi za injili hapa mpaka baadaye. Kabla ya kukamilika kwa Biblia, Mungu alitoa hizi ishara za muda za kimiujiza na zisizoweza kupingwa ili ziandamane na ile jumuiya ya kwanza ya mitume, iwe ni kuzungumza lugha ambayo hawakuwahi kujifunza shuleni kunusurika kungatwa na nyoka, au kupewa sumu na maadui wa kanisa, au kufukuza mapepo yaliyokuwa kikwazo. Mungu alithibitisha huduma yao kwa miujiza ambayo ni Mungu tu angeweza kufanya. Sasa leo, kama mtu yeyote anataka kujua kama, tuseme kama mimi nawakilisha ukweli wa neno la Mungu, hawalazimiki kunisikia nikiongea kichina cha Mandarin. Hawahitaji e eh, unajua kuniona nikienda makaburini na kumfufua mtu kutoka kwa wafu, au labda kumponya mtu mwenye ugonjwa usiotibika. Wanachopaswa kufanya ni kupima ninachosema kwa kulinganisha na neno la Mungu lililokamilika. Sasa kwa hayo nataka kufungua Injili ya Luka sura ya 24 ambako tunapewa kini cha Agizo Kuu inatolewa kwetu hapa kwenye mstari wa 45. Kisha Yesu akawafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko, akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na siku ya tatu atafufuka kutoka kwa wafu, na kwamba toba kwa ajili ya msamaha wa dhambi itahubiriwa kwa jina lake kwa mataifa yote, kuanzia Yerusalemu. Kini basi cha Agizo Kuu ni ujumbe rahisi wa injili. Lakini hili ndilo changamoto, sivyo? Sababu injili haikubaliwi kwa urahisi na kila mtu unayezungumza naye ni kwa sababu ya yaliyomo. Watu wanaweza kuamini kwamba Yesu alifufuka kutoka kwa wafu, lakini lakini hawatakubali mara moja kwamba wao ni wenye dhambi au eh kutubu dhambi zao. Makanisa mengi leo hii yanajaribu kuwafanya watu wakubali injili huku wakiendelea na maisha yao ya dhambi. Ni kuambie, Yesu havutiwi na kujibadilisha ili aendane na mtindo wako wa maisha. Yeye, yeye, atabadilisha kila kitu kukuhusu kuanzia ndani hadi nje. Basi Yesu ana jambo moja la mwisho la kusema hapa katika Injili ya Luka mstari wa 49. Tazama, ninawatuma ahadi ya Baba yangu juu yenu, lakini kaini mjini mpaka mvikwe nguvu kutoka juu. Sasa Yesu anatupa nguvu ya kutekeleza agizo kuu, yaani Roho Mtakatifu ambaye atakuja kukaa ndani ya wanafunzi. Sasa umuhimu wa ukweli huu unaangaziwa na ukweli kwamba haya ndiyo maneno ya mwisho ya Yesu yaliyorekodiwa hapa katika Injili ya Luka. Ina inaishia na maelezo mafupi kuhusu kupaa kwa Yesu mbinguni, hapa katika mistari ya hamsini hadi hamsini na tatu. Sasa kumbuka, Roho Mtakatifu atashuka siku ya Pentekoste baadaye kidogo wakati kanisa la Agano Jipya linaundwa. Na kuanzia wakati huo kila muumini anakaliwa na Roho Mtakatifu mara moja na milele anapompokea Kristo lakini kama tulivyoona awali katika Safari yetu ya Hekima kwenye Yohana sura ya ishirini, Yesu pia aliwapa wanafunzi nguvu ya kiroho ambayo wangehitaji hadi kuja kwa Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste. Yohana aliandika pale katika mstari wa ishirini na mbili, Yesu akawapulizia na kuwaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Kile ambacho Yesu anafanya hapa ni kuwapa ladha ya kipekee ya nguvu za roho, na hii itawawezesha kusimama chini ya shinikizo kubwa, upinzani wa ajabu hadi watakapopewa nguvu za kudumu na Roho Mtakatifu. Sasa, hatimaye injili zinatupa waziwazi chanzo cha Agizo Kuu, Yesu Kristo mwenyewe. Yeye ndiye anayewapa wafuasi wake jukumu hili moja kwa moja anawaambia na kwa njia hiyo anatuambia sisi pia tupeleke injili duniani kote na kuwafanya watu wa mataifa yote kuwa wanafunzi. Anasema hapa katika Yohana sura ya 20 mstari wa 21, kama vile Baba alivyonituma mimi, nami nawapeleka ninyi vivyo hivyo kwa njia je umeona kwamba agizo kuu hili halijatolewa kwa wataalamu waliowekwa wakfu wachungaji hapa hakuna shahada za uzamili zinazoonekana miongoni mwa hawa wanafunzi wao ni wavuvi labda wafanyabiashara mafundi Sehemu ya kushindwa kwetu leo ni kwamba tunaonekana kuamini kwamba agizo kuu hili limepewa, unajua, mtu mwingine, labda mchungaji, labda mtaalamu aliyefunzwa, labda mishonari wa kazi. Hapana, hapana, hapana! Yesu alitoa amri hii, agizo hili kwa watu kama wewe na mimi, kwa kweli, kwa kila muumini. Tunapaswa kupeleka injili kwenye uwanja wa umma, mahali tunapofanya kazi, tunapoishi, tunapopiga nyundo, tunapofundisha darasa au kuandaa mkataba wa biashara. Labda unafikiria, unajua, sina cha maana cha kuchangia kwa ajili ya Kristo. Labda unakumbuka hadithi ya Ezopo kuhusu kunguru aliyekuwa anakufa kwa kiu. Alikutana na mtungi wenye shingo ndefu. Sasa aliweza kuona maji chini kabisa kwenye mtungi, lakini hakuweza kuyafikia. Basi akachukua kokoto ndogo, akaidondosha kwenye mtungi tena na tena. Kokoto moja baada ya nyingine, alidondosha zile kokoto kwenye shingo ya ule mtungi na kuinua kiwango cha maji hadi hatimaye aliweza kunywa. Nikuambie kitu wapendwa. Mimi na wewe ni kama kokoto ndogo, lakini tunafanya kazi pamoja kuleta maji ya uhai kwa dunia yetu. Sasa hatupaswi kusubiri hadi tupate shahada ya juu, hatupaswi hatupaswi kujiuliza tuanze wapi au tuseme nini. Bwana mwenyewe ndiye chanzo cha agizo letu na ameweka wazi mkakati, upeo na kini chake na ametupatia nguvu za kutimiza hilo. Tunachohitaji tu ni kumfuata yeye na kutii anachotuomba tufanye, tunapoungana naye katika misheni hii ya dunia nzima, kokoto moja ndogo kwa wakati mmoja. Naam, mpaka tutakapoanza tena safari yetu ya hekima, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.